Bwana, moja ya taarifa ambayo imetufikia ni kuhusiana na vikosi vya Russia kuendelea kusonga mbele katika mkoa wa kaskazini mwa Ukraine wa Sumy, na kuleta mji mkuu huo katika umbali unaweza kufikiwa na droni na mashambulizi ya mizinga. Hii ni kwa mujibu wa maofisa wa Ukraine na wachambuzi wa kijeshi licha ya Russia kuonekana kuwa katika hali ngumu ya kivita kutokana na mashambulizi mawili ya kijasiri ya Ukraine ya hivi karibuni, shambulio la droni lililoharibu ndege kadhaa za Russia juzi Jumapili, na shambulio dhidi ya daraja linalounganisha Russia na rasi ya Crimea lililotekelezwa kwa vilipuzi vya chini ya maji Jumatatu, bado wameonekana kuwa watesi wa Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa ya msemaji wa jeshi la Ukraine, Ivan Shevtsov amesema kuwa vikosi vya Russia vimeonekana kuendelea kushambulia mara kwa mara maeneo hayo huku wakijaribu kusonga kuelekea jiji la Sumy, huku raia wakiendelea kuhamishwa na kupelekwa maeneo yaliyo salama zaidi. Kwa sasa, eneo ambalo adui amelichukua ni takribani kilomita 15 kwa urefu wa mstari wa mbele wa kilomita 6 mpaka 7 hivi kwa upana wake. Shevtsov ameongeza kuwa Warusi wanajaribu kusonga mbele kuelekea mji wa Yunakivka ambao uko karibu na nafasi walizo nazo kwa sasa. Utawala wa kijeshi wa Sumy umesema kwamba vikosi vya Russia vimetekeleza mashambulizi ya mizinga ipatayo takribani 154 na katika vijiji 47 ndani ya saa 24 hadi jana Jumanne asubuhi. Kwa upande wa Wizara ya Ulinzi wa Russia imedai kuwa wanajeshi wake waliteka kijiji cha Andriivka walipokuwa wakipanua uwanja wa mapigano, kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la TASS. Shevtsov amesema kuwa ikiwa Warusi wataendelea kusogea mbele zaidi, wanaweza kuratibu mashambulizi zaidi dhidi ya jiji la Sumy. Idadi ya sasa ya wakazi haijulikani, lakini kabla ya vita kuanza, jiji hilo lilikuwa na wakazi wapatao robo milioni hivi. Kundi la kiraia la Ukraine linaloitwa Deep State, ambalo hufuatilia mstari wa mbele wa vita, limeripoti kuwa vikosi vya Russia viliteka tena kijiji kingine kaskazini mwa Sumy na kuwaweka takribani kilomita ishirini hivi kutoka jiji la Sumy. Hata hivyo, DeepState wamesema kuwa hali katika kaskazini mwa mkoa wa Sumy inaendelea kuzorota kutokana na shinikizo la mara kwa mara kutoka kwa adui na idadi kubwa ya askari wa miguu imezidi kuongezeka. Hatari ya kusonga kwa adui ni kwamba wanakaribia umbali wa kilomita ishirini hadi ishirini na tano, hali inayoruhusu droni za FPV kufika mjini Sumy. Arifa hizo za DeepState zimesema kuwa vikosi vya Ukraine havina uwezo wa kukabiliana na matumizi ya droni za nyuzi za macho za Russia ambazo haziwezi kuzuiwa kwa vifaa vya kuzuia mawasiliano yani jamming. Vilevile, shida nyingine iliyonukuliwa ni ukosefu wa wafanyakazi wa kutosha wa kuzuia adui, hali ambayo ni mbaya kwa Ukraine. Warusi wameimarisha majeshi yao katika eneo hilo katika wiki za karibuni, kulingana na taasisi za mafunzo za vita ISW, tangu Rais Vladimir Putin mkoa wa karibu wa Kuski nchini Russia katikati ya Mei na kuamuru kuundwa kwa eneo la usalama ndani ya Sumy. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alionya mwezi uliopita kwamba Russia ilikuwa imekusanya zaidi ya wanajeshi elfu hamsini karibu na mkoa wa Sumy. Wakati huo huo, majeshi ya Ukraine yamesambazwa katika maeneo mengi ya mstari wa mbele kutoka mpaka wa kaskazini hadi bahari nyeusi ISW ilisema jumatatu vikosi vya Russia vimeongeza mashambulizi ya ardhini na kuleta vikosi vilivyo na uzoefu ikiwa ni pamoja na vikosi vya anga Shevtsov msemaji wa jeshi la Ukraine yeye amesema lengo la Russia sio tu kuingia na kuunda kile kinachoitwa eneo la usalama lenye kina cha kilomita 20 hadi 30 bali ni kuteka kabisa mkoa wa Sumy. Jiji la Sumy limelengwa Jumanne na shambulio la kiroketi ambalo liliua watu wanne na kujeruhi wengine 28 wakiwemo watoto watatu kwa mujibu wa huduma za dharura ya taifa la Ukraine. Zelensky amelitaja kuwa shambulio hilo ni la kinyama lilolenga moja kwa moja jiji na mitaa yake ya kawaida kwa roketi. Jumatatu Zelensky alieleza kaskazini mwa Sumy kama mojawapo ya maeneo ya moto zaidi ya mstari wa mbele. Kutekwa kwa jiji kuu la Sumy huenda kusiwe rahisi kwa Russia, ardhi hiyo imejaa misitu minene, lakini kupitia mashambulizi yao jeshi la Russia linaweza kuzuia majeshi ya Ukraine kuhamia Donetsk na maeneo mengine ya mstari wa mbele. ISW ilibainisha Jumatatu kwamba vikosi vya Urusi havijawahi kuteka jiji la Ukraini lenye wakazi zaidi ya laki moja tangu Julai mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili ufahamu mengi ya ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baki nasi.